Watu wangu wa Mbweni, asante TANESCO, tuna testi mitambo. Asante TANESCO, tuna testi mitambo. Watu wangu wa Mbweni. <laughs> Nacheka kama vile mazuri, nacheka kama vile mazuri, lakini sio kitu kizuri cha so kucheka. Hichi hichi ni kitu cha kufurahia jamani, sio kitu cha kucheka hichi. Hodi hodi hodi, hodi hodi Mbweni Bwana <muchin> <ili> <muchin> wa <ili> JK Wallput ndo inahusika hapa. Sasa tulipofika ni muda wa JK Wallput, JK White Cement. Na niwakumbushe tu watu mtakaojaribu kuja hapa kwene hili hekalu, basi mjue mnakutana na viumbe hivi. Mmeviona hivyo viumbe hivyo. Muda wa JK Wallput kuanzia juu mpaka chini Wallput. <laughs> Asante kwa JK Wallput, watu wangu wa Mbweni asante. Tanesco, tuna testi mitambo. Asante Tanesco, tuna testi mitambo, watu wangu wa Mbweni. <laughs> Nacheka kama vile mazuri, nacheka kama vile mazuri, lakini sio kitu kizuri cha kucheka hichi. Hichi ni kitu cha kufurahia jamani. Sio kile cha kucheka hichi <laughs> hodi, hodi. Hodi, hodi, Mbweni. Hodihodi. <laughs> <laughs> Bwana JK Wallput ndio inahusika hapa sasa, tulipofika ni muda wa JK Wallput. JK White Cement. Na niwakumbushe tu watu mtakaojaribu kuja hapa kwenye hili hekaru basi mjue mnakutana na viumbe hivi, mmeviona vyo, hivyo viumbe <laughs> hivyo. Muda wa JK Wolput, kuanzia juu mpaka chini. JK Wolput, asante JK Wolput, JK Wolput kwa JK Wolput. Sawa sawa, una hela, unaendesha magari makali kama mwambino weekend, kama hivi unakwenda saiti, new project! Alafu nimekuja niko full bugado. new project watu wangu watu wangu wa madale nipokeeni. <laughs> Ebwana, kwa shilingi elfu sita tu, inaitwa sosage beef viena, hii hapa njo nawakumbusha tu ndugu zanguni. Sawa, una hela, una hela wikendi, unakwenda saiti <laughs> wikendi unakwenda saiti yani, unakwenda kwenye new project alafu unachoma ah! Jamani, hii ni ofa Hizi zipo kwenye ofa, ukiingia kwenye supermarket zote za Shoppers. Unapata kwa shilingi elfu sita. It's holiday season, unaishiji kindezi, holiday season, unaishiji kindezi, shilingi elfu sita. Hii hapa, mimi niko hapa, jamani, watu wangu, watu wangu, mnipokee madare huku, nijirani yenu. Kwa hiyo Bunju majirani zangu, e, e, Tegeta majirani zangu, new project kwa shilingi elfu sita. Hii ai, ishi maisha yako. Eh, usimplease kila mtu. Hii hapa ngoma inaitwa beef. Hii ni beef vienna poa sausage. Wanasema mambo ni poa, mambo ni poa, mambo ni poa. Call me DC Mwijaku, expensive life. Hivi ndivyo ninavyoishi maisha, ghali ni new project. Sawa nimeachwa, ndio nisiishi? Sawa nimeachwa, nisile vizuri? sawa Mnanicheka nisiishi vizuri. Mlango mmoja ukifunguliwa, mwingine unafunguliwa, ukiingia unatoka kama daladala tu. hala